Lingekuwa jambo dogo tu hivi mheshimiwa rais angeunda na lingekuwa na li jambo liko straight tu hivi, na angeunda tume. Mimi nawaomba Watanzania wala tusiende kwa emotions, tusiende kwa hisia. Jambo la kufanya tuendeni, tusemezane wote, tujitenge na jambo lolote linaloweza kutupeleka kwenye kile kilichotokea. Hata hii amesema mnajiandaje, awasikia kuna, kuna tetesi za Desemba 9, rai yangu kwa Watanzania wote mwenye dukuduku duku, na yule ambaye eh, ana kajambo ana kero yeyote ile, tujitenge na tuambizane, tukatae kwenda tena kwenye mambo ya aina hiyo, tumbakize adui pekee anayemezea mate rasilimali za nchi yetu. Tusiende kwenye utaratibu wa aina hiyo, tusiende, tusiende na kwa kuwa nchi imepita kwenye jambo gumu. Hata anayepanga maandamano yanayokubalika kikatiba, hii sio timing nzuri. Watu wanaomboleza, mtu akupoteza mpendwa wake, si, si, si jambo zuri. Na mimi niwaambieni, wale wanaohamasisha kupitia mitandao ni kwa sababu wao na jamaa zao wote wako huko. Wale wanaoandikaandika wanaambia nendeni tu, laiti ange, angeguswa na jambo hili Angesema tu, angemwambia mtu fanya hivi. Wanafanya hivyo kwa sababu wao na jamaa zao wote wako kule, na wengine waishapata nadhani na uraia wa nchi zingine.